Ninawazungumzia hawa watu ambao wamekubali kubaliana na Shetani, wameingia mikataba ya kutimiza unabii mbaya katika hizo nyakati za mwisho tulizonazo. Nataka nikwambie kitu kimoja. Duke Mungu akubariki sana kwa ujumbe huu ulio nao. Una roho ya Bwana ndani yako. Sikia sasa. Niwaambie kitu kimoja. Mlio kubaliana na kuzimu kwa ajili ya kuwauzi watakatifu wanaosimamia haki kwa ajili ya kuwaua kwa, kwa, kwa, kwa njia yoyote mnayofanya. Nataka niwaambie sasa Niwape, niwasaidie kidogo. Fanyeni jukumu moja, mnapokuwa mmemuua mtakatifu au anayesema kweli, mnamchukua mnampoteza, mnaojiita, mjulikani au wasi, wasiojulikana, mimi niwaambie kitu kimoja, mna, mnakosea sana. Kitu kimoja nataka niwaambie ninyi, mtakapokuwa mkitukamata nakututesa na wengine baadhi waliokamata kumba mguaua mmewaweka tu mahali kuwatesa, nataka niwaambie msitese, waueni kabisa ili mtimize unabii wenu waweni, msifanye kumdiwa kamata watu kwa kuwatishia maisha. Watakatifu ni watu ambao baki wawatishiwe hawezi kuwatoa kuwatishia, kwa kuwatesa, eti kwamba nitakapomwachia kwa miaka mingi, mtese kwa miaka mingi, nikimwachia, au amefunga mdomo kwa injili tuliyo nayo, na jinsi Yesu alivyotukabidhi injili tuinene, sio injili ya namna hiyo. Kwa hiyo fanyeni kitu kimoja, mkimkamata mtakatifu au anayesema kweli katika nchi ya Tanzania, muweni kabisa muweni kabisa, kwa sababu tunaona toka Agano la Kale, mitume manabii, hata kwenye Agano Jipya, wale ambao walikubali kutimiza unabii mbaya, waliwakamata wakina Yohana, wakawapeleka kwenye magereza, mwisho wa siku wakawachinja, wakawakata vichwa. Pelekeni gerezani, weni huko huko, msitake kuwatishia watu tu. Katika nyakati za mwisho, iko sauti hii ambayo inaendelea kuzungumzwa katika dunia nzima, kwamba watu wanapojaribu kuisema kweli, wanawatesa wanawakamata, yanaonekana kana kwamba unaharibu, wanaharibu nchi ya amani. Sasa mimi ninalo jambo moja tu, kama mmekubaliana kutimiza unabii mbaya, fanyeni mnaloweza, fanyeni, lakini iko siku inakuja, ambapo nayo imekaribia sana, ambapo ilifaa sana kwa wakati wa uwaji na kuwatesa na kuwatukana watakatifu. Kwa hali mnayo nayo, ilikuwa nafaa sana mtumie umda kugeuka na kujisalimisha kwa kiswa kugeuka, kuamua tu kwamba nimeachana na rushwa, nimeachana na kumwaga damu za watu, nataka nirejee kwa mwokozi wangu aliyeniumba, kwa sababu nyakati zimeisha. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu tunaona mtumishi wa Mungu mmoja aliyekuwa akiitwa Yohana Mtakatifu, sio Yohana Mbatizaji, wa kisiwa cha Patimo walimkamata mara kadha wa kadha, wakimweka kwenye mafuta yaliyochemka kujaribu kumua, lakini Mungu alikuwa naye, wakati wake ulikuwa bado, ilishindikana. Wengine kabisa, wakina Yakobo walimkamata wa, kwa sababu ya kusema kweli, kwa sababu ya kuhubiri njiri wake wa ufalme, wakabatizwa Wakamkamata, wakamchinja mbele za watu, ili kuangamiza, ili kuendelea kuwatia hofu wa Kristo na watakatifu wengi wakate tamaa na imani. Wakamchinja waka huyu shujaa, wakamkata kwa upanga. Kwaona nyinyi fanyeni tu hivyo, kwa sababu wakati umeisha, tumeisha, tunaishi tuna nyakati za mwisho, ambazo wengi hizi siku hizi sauti watazikumbuka Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wauweni, msifanye kuwatesa kwa namna hiyo tu. Mnapowatesa tu awahubiri tena injili bora, mwamalize tu mnavyotaka, ili, ili mwishi mnavyotamani, kwa sababu sasa hivi mtatawala mno, kwa sababu imetabiriwa, roho ya kuwatesa watakatifu itatawala mno. Watu watauawa, watachinjwa kama wanyama, wengine watakimbia nchi zao, watateswa Bwana atusaidie sana Kama nyinyi hamjulikani, weni sasa kwa ujasiri, kwa sababu hatuwafahamu basi, tutoe tuseme hivyo, hatuwafahamu weni kabisa, weni, weni watakatifu, asema kweli, wachinjeni, ili Bwana mwenyewe atakaposhuka, atajua atatumia njia gani ya kuhubiri injili hii ya kweli. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu tumeona kumetokea mfumo, yani imekuwa sasa kama watakatifu wanatishiwa. Yaani watakukamata, yani watakupiga, yani wataku piga, piga ili kukutishia kwamba ukitoka hapo usirudie tena. Bwana atusaidie sana. Injili ya nyakati za mwisho haiwi hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Utamtesa huu, utamua huu. Bado kuna wengine wataendelea kuisema kweli ilivyo. Na nataka niwaambie tena, natoa wito na kwamba watumishi wa Mungu kwa sasa hivi tusimameni katika nafasi yetu sasa ya kuomba, ya kuiombea. Injili ya kweli penye mahali ambapo pana giza tuiangaziwe na nguvu ya kuangaza mahali penye giza, tusimame kwanza kuhubiri mambo ya, ya baraka ya kubarikiwa haya tu. Tusimame kwanza, natoa wito huu, tutoke huko kwanza, tuungane kwa pamoja, tuje huko tu, tu, tumuombe tu, tu, tu, tu, Mungu wakati tunamuomba tukisimama hadharani kujitokeza kusema hii sio sawa, kusema hii natakiwa tuende njia hii. Lakini asilimia kubwa watu, sasa wachungaji nao manabii wameendelea kusimama kwenye sehemu ya kusema tuiombee Tanzania, tuiombee nini, kwa sababu ya machafuko. Sikiza hii, najua wengi wanaifahamu. Mungu, hatuwezi kuombea watu ambao, nimekuwa nikisema kila wakati, ambao wameikataa sauti ya Bwana wameikataa wauaji, wanaita wasiojulikana, wamejaa damu za watu, wezi. Kamwombea mtu kama huo na Bwana maombi yako yakafika. Alimkataza Yeremia, akamwambia usimwombee mtu huyu, usimwombee, mwambie uovu wake. Lakini tunaona ili mtu aweze kusaidika, Bwana atusaidie sana, lazima yeye mwenyewe akubali kugeuka, akubali kugeuka sawa sawa na kitabu cha Yeremia. Yeremia wakati sasa watu wale waliokuwa wauaji wakitesa wakikataa injili ya kweli, wakimuudhi Yeremia na manabii waliokuwa kitenda haki. Baada ya mvu baada ya njaa kuzidi na mapigo ya Mungu kuzidi, kwa sababu Yeremia alikuwa gitumwa atabiri katika kipindi kile, atabiri mabaya atakao wakuta Yerusalemu. Alikuwa akienda kutabiri Yeremia, walikuwa kimuogopa anakuja kutabiri huyu.